Vihusishi vya mahali. Moja, katikati ya. Mfano katika sentensi: shule yetu iko katikati ya msikiti na soko. Pili, katika. Dadake ameolewa katika mji mkuu wa Mombasa. Tatu, ubavuni pa. Mtoto alilala ubavuni pa mama yake. Nne, baina ya Mgogoro ulizuka baina ya wazazi wale na walimu. Tano, karibu na mkulima anaishi karibu na daktari mkuu wa eneo hili. Sita, mbali na Maria na Petero wanaishi mbali na kwetu. Saba, nyuma ya mgonjwa ameketi nyuma ya mlango. Nane, mkabala na kampuni ya binamu. Inapatikana mkabala na shule ya upili ya Uhuru. Tisa, kando ya magari yameegeshwa kando ya uwanja. Kumi, nje ya kijana mtundu alilala nje ya nyumba alipochelewa kurudi.